Katika taarifa kutoka maeneo ya Turkana, mwandishi wetu Joan Leitting alikutana na askofu wa kanisa Katoliki Virgilio Pante ambaye alimtunuku Papa Francis kofia yake iliyotengenezwa kwa ngozi ya mbuzi. Tazama taarifa ifuatayo. Jina lake ni askofu Virgilio Pante na anahudumu katika jimbo la Maralal katika kaunti ya Samburu. Amebeba kofia yake ya kilitrojia inayofanana na ile iliyovaliwa na Papa Francis pale alipokuwa akiongoza misa katika chuo kikuu cha Nairobi. Kofia hii imetengenezwa na ngozi ya mbuzi na kupambwa kwa shanga. Askofu huyu ndiye aliyempa Papa Francis kofia aliyokuwa nayo. Ajabu ni kuwa kofia aliyopewa Papa haikuwa mpya bali alikuwa ameshaivaa kwa muda wa miaka zaidi ya tano.

Askofu Pante ameongeza kuwa Papa alipopokea kofia hiyo aliweza kutambua kuwa ulitengenezwa na ngozi ya mbuzi ila si ya kondoo.

And tomorrow you will see it during the mass. I'm wearing it during mass. I said, very good. Asante sana. Askofu wa Katoliki wa Jimbo la Lodwa Dominic Mengita ameelezea furaha yake baada ya kumwona Papa ameivaa kofia aliyopewa na askofu mwenzake. Kwa hiyo tunajivunia hiyo, eh, kofia eh, na inatuonyesha kwamba sisi ni kitu kimoja. Kulingana na Askofu Pante, kufikia sasa maaskofu wanne wamemtaka Mama Lidia Letipila kutoka Baragoi kuwatengenezea kofia zinazofanana na ile ya Papa. Katika kaunti ya Turkana, jina langu ni Joan Leitting.